Yule tumemzuia asiendelee kufanya kazi yoyote pale mpaka atakapopata uhaki. Bahati nzuri bahati kama alivyosema, mbaya nawekeza, kama alivyosema yule bwana ambaye anawekeza, inawezekana ameingizwa na yeye mjini mji, inawezekana kwa sababu kama umepata hati hapo bwana, inawezekana na jamani, serikalini tunaamini nini, inawezekana paradise na yeye hajui kinachoendelea huko. Hata umeambia bwana, simama timu yangu iende kwa haraka ili tusimcheleweshe Tuone le je, hizo hati mwenyekiti alikaa na, na mtendaji kuandika majina, unaweza kuna watu waliandika tu labda waliandika kikao cha lishe. Hali hii inahatarisha ardhi yetu ya kijiji, lakini pia inahatarisha uwekezaji kwenye kijiji chetu. Bahati mbaya, inaonekana wawekezaji wengi wanaowekeza kwenye eneo la kijiji chenu na vijiji jirani wanatumia huu ujanja kutumia rasilimali zenu ardhi bila nyinyi kupata kipato kikubwa au chochote. Sasa yako mambo, ndiyo maana tupo sisi viongozi. Yako mambo, lazima sisi tuwe na moyo wa kuwasaidia wananchi, na maelekezo haya siyo yangu mimi, ni maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kuhakikisha kwamba tunalinda mali na rasilimali za wananchi. Hatukatai, naomba ieleweke, hatukatai wawekezaji. Mheshimiwa, hili jambo linaniumiza na kila siku tumekuwa tukiingizwa chaka, na kama ulivyosema, wakati wa bwana umefika, za arobaini za mwizi wanasemaga nini arobaini? Mheshimiwa, mimi naongea kwa uchungu sana na ili jambo limekuwa likienda katika ushabiki na ili jambo alitaki ushabiki. Tunaongelea unge, tuna harizi ambaye ni ya kizazi na kizazi. Sasa kuna kuswaga kwa uzuri, lakini pia kama kuna ng'ombe au punda anakimbilia anaswagwa, wanasema punda haendi pasavyo bila, bila, bila kichapu. Sasa basi tunamwomba Mungu akuinue Kiswaga uswage Yani, niko tayari uswage. Kwa hiyo Mungu akubariki, uongezewe miaka na upande daraja, amina. Tunahitaji ukweli, maana tumeumia sana katika mioyo yetu. Tunataka viongozi wanaoleta kweli, ili kwamba tusishi kama masikini. Kwa sababu muda ni mchache, Mungu akuongezee muda. Tunataka ukweli, halafu ifike kumalizana hapa hapa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kwa kweli tunakushukuru kwa kuja kutetea na kusimamia mali zetu zirudi, lakini zitakaporudi, pia kinachoingia katika kijiji chetu kihakikishwe kinatufaa wananchi wa Migombani, kisiishia kurudi tukajua kimerudi wakati hakitufai. Tunaomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kitu hicho, haki yetu itakaporudi, sehemu yetu itakaporudi kama kijiji cha Migombani, tunaomba ihakikisho kwamba wananchi tunakijua na pia tujue matumizi yake na yatufae angalau, na sisi tufaidike, ambacho sasa ni sahihi kwa maeneo yetu haya ya vijiji. Yale maeneo ambayo tunaamini ni mali ya kijiji, wamilikisho kwanza nani kijiji, na kama mtahitaji vinginevyo, basi taratibu zile za kisheria zifanyaje zifuatwe, na ikiwa kama kuna mikataba, ina maana umiliki wowote ule utakao kuja, tunaamini kwamba huyo mwekezaji amepata ardhi kupitia mkataba. Kwa hiyo hicho ambacho kimepatikana kupitia mkataba inatakiwa kioane na kuendana sawa na nini, na mkataba.